Uh, hivi ndo vipimo vitano ambavyo ni muhimu sana kwa ajili uh, ya check up. Ndugu yangu, sasa hivi maisha yamebadilika, maisha sio kama zamani, tumekuwa tukitembea na magonjwa mara kwa mara mpaka yawe detected hospitalini, ujue kwamba yameshatuasiri uh, pakubwa. Kipimo namba moja ni kwa ajili ya kucheki shinikizo la damu ambayo tunasema uh, blood pressure. Ni kipimo namba moja unachotakiwa unafanya check up mara kwa mara. Kipimo namba mbili ni kipimo kwa ajili ya sukari ambayo tunasema uh, kisukari ambayo tunasema ni glucose katika katika damu. Kipimo namba tatu tunasema lipid profile, kipimo kinachotumika kupima mafuta mwilini au cholesterol. Kipimo kingine cha muhimu ni kipimo kinachochunguza utendaji kazi wa figo yako. Sasa hivi tuna changamoto watu wengi uh, wana changamoto ya figo, kwa hiyo ni kipimo ni muhimu sana kuangalia au uh, kupima kipimo hicho. Kipimo cha mwisho ni kipimo cha cha damu kwa ujumla. Damu kwa ujumla, asema ni full blood picture, ni kipimo ambacho kinaweza ikagundua magonjwa ambayo yaliyoko ndani ya mwili wako. Haya ni baadhi ya, ya vipimo ambavyo ni muhimu kuvifanya, na kama una changamoto yote, basi usahau kutudiemu, ili tuweze kuonesha namna ya kuondokana na hiyo changamoto ukiwa hapo nyumbani.